Atwahara twahara, anasema hiya filu ma la taswihu salatu illa bihi. Anasema twahara, maana yake usafi, ni kufanya jambo ambalo haiwezi kuswihi swala isipokuwa kwa kulifanya hilo jambo. Hilo jambo ndio linaitwa twahara. Twahara ni kufanya jambo ambalo kama hukulifanya swala iswihi Hili linaitwa tahara. Anasema wahia nawani, anasema na twahara ziko aina mbili. Wahia nawani, tahara ziko aina mbili. Anasema ya kwanza twaharatu min alhadathi, ni tahara ya hadathi. Sawa so? hadathi tunajua, twaharatu minal hadathi. Hadathi ni kile kitendo cha kukosa udhu, ndio kinaitwa hadathi. Sawa, kitendo cha kukosa udhu kinaitwa hadathi. Sawa, kwa hiyo ukikosa udhu, utalazimika ili uswali upate twahara na twahara yake ni kutawadha. Twahara ya hadathi ni kufanya nini? Ni kutawadha, kwa sababu ni kitendo cha kukosa udhu. Sheria imekuhukumu kuna mambo yakikutokea au kiyafanya sheria inakwambia hapo huna nini, huna udhu. Kwa hiyo sheria ikikwambia huna udhu, maanake huwezi kuswali mpaka ukachukue ule udhu. Sasa sa, kule kuchukua uzu kule kunaitwa tohara, si tumeelewana? Anasema ya pili, watohara tu minal khabathi, tohara ya pili ni kujitoharisha na khabathi. Khabathi ni najisi. Khabathi ni nini? Najisi. sawa Kukosa udhu, unaweza ukakosa udhu lakini huna najisi, si tumeelewana eh, hey? Mtu akitokwa na ushuzi, udhu hana, ana najisi? Hana najisi. Katika madhehebu ya Imam Shafi, mtu akimgusa mwanamke, udhu umefanya nini? Maharimu ambaye sio maharimu yake, udhu umefanya nini? Umeha, umeharibika, umegusa najisi hujagusa najisi lakini udhu huna, sawa. Lakini ukisikia khabathi khabathi, maana yake uchafu. Khabathi maana yake uchafu, na uchafu unaozungumziwa hapa sio sio uchafu wa kwenye kola ya shati. Aha. uchafu kwa maana ya najisi, mkojo Choo kikubwa, damu, usaha, sawa, nguruwe, mbwa, hivi vyote vinaitwa najisi kwa lugha nyingine khabath. Kwa hiyo kuna kujitwaharisha ambapo wewe hukukutana na najisi, lakini sheria imekuhukumu kwamba una uzu sawa, na kuna kujitwaharisha na najisi hata kama unao, sisi tunaelewana. Yaani, wewe unaweza kuwa umetoka nyumbani, umetawadha vizuri, umetawadha vizuri, unakuja zako ta ta, ta, ta, ta ta. Unafika hapo una mtoto mkoja, umembana ajageuka, yeye katoa tu mdudu wake, mara kakukojolea mguu hapa. Umepatwa na nini? na najisi. Lakini udhu umetenguka ha? udhu haujatenguka sawa, lakini hapa unabidi upafanyie twahara, lazima upasafishe sawa. Kwa hiyo utakuja kwenye bomba, utaosha ile sehemu iliyopatwa na nini na mkojo. Basi sheria ikwambia lazima uchukue udhu. Sisi tumeelewana e. Najisi ikutoka mwenyewe kwenye moja mwenye ya njia mbili sawa, hii sasa pamoja na, ku, pamoja na kukosa udhu lakini sheria inasema vile vile unawe uitoe ufanye nini e, unawe uitoe pamoja na kukosa udhu, lakini unawe ufanye nini uitoe. Basi kwa hiyo twahara ziko mbili, twahara ya kukosa tu udhu lakini huna najisi hii utaenda kutawadha na twahara ya kutoa najisi tu sio lazima uwe umeukosa udhu. Aa, unaweza kuwa na udhu wako lakini ukakanyaga kitu najisi hasa, uwezi kwenda kuswali na we umekanyaga najisi. Ndio maana shekhe akasema ma la tasihu salatu illa bihi, twahara ni ile ambayo swala yako haiwezi kuswihi mpaka ufanye hiyo twahara. Kwa hiyo swala haiwezi kuswihi kama ulikuwa una udhu, lazima ukafanye nini? Ukachukue udhu. Swala haiwezi kuswihi kama una najisi, lazima ukatoe ile, lazima ukatoe ile najisi. At-tahara min al-hadath, kujitoharisha kwa kukosa udhu. At-tahara min al-hadath, kujitoharisha kwa kukosa udhu, sio najisi, kwa kukosa udhu. Tahara ya kwanza Sawa, so, anasema hiya ludhuu wal lghuslu ni kuchukua udhu, walghuslu na kukoga, watayamumu na kutayamamu, badala min huma, badala ya kuchukua udhu na kukoga, kutayamam kunachukua nafasi ya kuchukua udhu au kukoga. Shekhe anasema kujitwaharisha kutokana na hadathi, ima iwe ni kuchukua uzu, sawa, kwa mtu ambaye uzu wake umefanya nini, umeharibika, awe ni kukoga kwa mtu ambaye uzu wake haujaharibika lakini anatakiwa akoge kama mtu mwenye janaba. Sawa, mtu mwenye janaba, janaba haitengui hay, udzu, yaani ukitokwa na manii udzu haujaharibika, lakini hii inakulazimisha ukafanya nini? Ukakoge. sawa Mtu kakaa hivi kashangaa manii akamwagika, na yeye ana uzu wake uzu wa nao, lakini anatakiwa akafanye nini? Akakoge. Kwa hiyo hizo zote mbili zinaitwa taharatun min alhadathi, ima kuchukua udhu au kukoga, sawa. Watayamumu na kutayamamu. Kutayamamu kuta, atafanya mtu ambaye kakosa maji ya kuchukulia uzu au kakosa maji ya kukoga sawa. Ndio maana shehe akasema badala minuhuma, badala ya kutawadha na kukoga. Wewe ukayakosa maji basi utatayamam, au maji unayo lakini baridi kali utatayamam. Si tumeelewana? au maji unayo lakini kwa ajili ya kunywa, na kipande ulichopo, ukisema utawadhe haya maji, ugali mpiki wala, kunywa unywi, utakufa. Maji yache, tayamamu, si tumeelewana? Kwa hiyo kutayamamu kuna mambo mengi, sio kukosekana maji tu. kwa hiyo huko ni kujitaharisha kutokana na hadath, ataharatu minal khabath, kujitoharisha kutokana na uchafu. Anasema hiya alistinjau ni kustanji. Sawa, ima umetokwa na mkojo au haja kubwa, huku kunaitwa kutoa uchafu, taharatu minal khabath kujitwaharisha kutokana na uchafu sawa. So, hii alistinja ni kustanji, na hii tunajua maarufu Kiswahili. Wa izalatu najasati anil badani, na kuondoa kila aina ya najisi kwenye mwili, yani kwenye kiwiliwili chako najisi inatakiwa uiondoshe. Wa thaubi na uondoshe kwenye nguo ambayo unaotakiwa kuswalia. Wal makani na sehemu unayotakiwa kuswalia kusiwe na uchafu. Utastanji kama ni uchafu umetoka tupu ya mbele au ya nyuma, utaondosha najisi kutoka kwenye mwili kama najisi imekupata damu, usaa, matapishi, sawa, mkojo, choo kikubwa, hizi zote zinaitwa khabath na ni najisi. Unatakiwa utoe, wathaubi na nguo, kama nguo imeingiwa najisi ambayo wewe unataka uvae kwa ajili ya kuswali, lazima uondoe, walmakani na pale unaposimama kuswali pale, kile kipande unachosimamia kuswali kile hakitakii kiwe na nini? Na najisi. Kwa hiyo tahara aina mbili hizo, minal hadathi wal khabathi. Sawa jamani.